Nataka kuzungumzia ufisadi wa uuzaji wa nyumba za serikali, ndugu zangu. Mwanzo mwishoni mwa mwaka 2020, mwishoni mwa mwaka 2020 watu washafanya dhulma zao washaua watu wasiokuwa na hatia ili wao wakae kwenye viti vyao. Maana bwa mdogo hatukumchagua, mlimchagua nyinyi, nyini huku kadhulumu akakaa pa hapa Mtoni. Pana ushahidi mmoja wa mama yule aliopigwa bomu ndani ya nyumba yake, mnamkumbuka? Ni bibi wa zaidi ya miaka sabini na tano, wakamtoa wa roho kwa sababu ya kudhuluma zao, ili wao wakae katika viti baada ya kuingia tu, moja katika mambo ya kwanza ya ufisadi ilikuwa ni kuuzwa nyumba za Mji Mkongwe. Haweshi kusema mji wa Zanzibar kwamba Mji Mkongwe umechakaa, lakini kila mtu anaumezea mate na anatafuta vipi kujinufaisha yeye kwa nyumba za watu. Na ndugu zangu, tunajua sote nyumba zile nyingi nyingi kabisa ambazo serikali inazo ni nyumba ambazo zilitaifishwa mwaka 1964 na katika hili mimi nataka nimpongeze sana Balozi Ali Karume Balozi Karu, Ali Karume alitamka kitu ambacho mimi sikukitegemea kukisikia katika kinywa chake ilipouzwa skuli ya Tumekuja, akasema kwamba jengo kama lilikuwa la watu binafsi, serikali ikilitaifisha. Ili neno kutaifisha ukilisikiliza ndani yake kuna neno taifa, au sio? Ndio maana ya kutaifisha, unalichukua kwa maslahi ya taifa ya watu. Balozi Ali Karume akamwambia, hii skuli ya Tumekuja wenyewe walikuwa ni Kanisa la Katoliki Missionary School ilikuwa kama serikali litaifisha, leo haiwezi tena kuhudumia, haiwezi kuuza mali ya watu ilioitaifisha, no, walipaswa warejeshee wenyewe. Sasa mfano huu ndio nataka kuhutumia katika nyumba, nyinyi mmechukua majumba, yametaifishwa, wakapewa wananchi maskini, lakini anaingia tubwa mdogo nyumba saba na nikisema nyumba sio nyumba kama hizi, majumba ya Mji Mkongwe, majumba saba katika eneo la Forodhani yalichukuliwa akapewa mfalme wa Moroko. Nyumba ngapi? Saba. Nyumba hizi zinaambiwa zilikuwa chini ya shirika la nyumba la Zanzibar. Shirika la nyumba haijapata kuwa na nyumba hapa, wamerithi tu nyumba ambazo zilitaifishwa. Kama zilikushindeni, hamwezi kuuza mali zilizotaifishwa. Kama zimekushindeni, ilikuwa mwarejeshee wenyewe. Lakini leo wamewahamisha watu maskini waliokuwa na katika nyumba zile, wakaziuza nyumba zile. Zimetolewa bila ya kufuata sheria, bila ya kufuata kanuni bila kufuata taratibu. Ndugu zangu, kwa nyumba hiyo, majumba hayo saba, familia 41 zikahamishwa, familia 41 za watu maskini. Na nini walichowapa? Wakawapa kila familia dola elfu kumi. Nikuulizeni nini? Dola 10,000 kwa hesabu ya sasa hivi ni milioni 25. Unaweza kupata nyumba kwa milioni 25 katika nchi hii leo? Unamhamisha mwananchi maskini, wewe umetia chako mfukoni. Na ndugu zangu, ndugu zangu, taarifa zilizokuwepo waliotoa pesa zile za kuwapa waliohamishwa walitoa zaidi ya fedha zile, lakini watu wakapewa dola elfu kumi. Lakini sisi tuna taarifa za uhakika kabisa kwamba hawa maskini za Mungu wamepewa dola elfu kumi wakahamishwa. Kuna mtu yeye kupitia mradi huu kenda kadai na kachukua dola milioni moja na laki mbili kwa kuzitoa nyumba ngapi? Saba za Forodhani. Dola milioni moja laki mbili ni takriban bilioni tatu shilingi za Tanzania, huku mwananchi maskini umempa ngapi? Milioni ishirini na tano, dola elfu kumi. Mtu kapiga mfukoni dola milioni